Mali, mbunge wa Makete, Festo Sanga alitaka kujua hatua za serikali kuhusu kusuasua kwa kwa huduma za mawasiliano na kudukuliwa kwa akaunti za mitandao ya kijamii. Tukio la kudukuliwa kwa baadhi ya akaunti za mitandao za taasisi za serikali huku ile ya vyombo vya dola hususan jeshi la polisi zikiwa zimechapishwa taarifa ambazo zinakinzana na mila na desturi za Tanzania huku wengi wakisalia na mshangao wasijue kilichotokea. Peji za mitandao ya kijamii chache mbili za taasisi za serikali zilipata kuingiliwa, na tunaposema akaunti ya mtandao wa kijamii, sio mfumo pasee wa tehama wa taasisi za serikali. Ni akaunti ambayo hata mimi na wewe tunayo. Ni akaunti ambazo taasisi hizi kupitia maafisa wake wengine wa ngazi za chini wanaweza kutumia hata simu ya mkononi ku-login kwa ajili ya kufanya habari mbalimbali mbali za taasisi kwao. Zile taratibu zao za kiusalama zilikuwa si thabiti na ikasababisha kuweza kuingiliwa mitandao hiyo ama akaunti hizo. Zimesharejeshwa na wizara yangu na taasisi za, za serikali zinaendelea kufanya kazi kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali kuhakikisha akaunti za mitandao ya kijamii ziko salama, lakini mifumo yetu yote iko salama, na serikali itaendelea kusimamia jambo hili kwa kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa salama. Swali ambalo wananchi wa kawaida wanajiuliza ni kwamba kama hali iko hivi serikalini, hali itakuwa vipi kwa wananchi wa kawaida? Hata hivyo wananchi hawa wanaeleza namna wao wanavyolinda akaunti zao binafsi za, za mitandaoni. Ili uwe salama katika mitandao ya kijamii, ni lazima uhakikishe kwamba unaweka password ngumu. Tunapozungumzia password ngumu, ni password ambayo inakuwa imechanganya herufi kubwa na ndogo, lakini pia umechanganya namba, lakini pia umechanganya zile simbo ambazo labda ni ati au alama ya reli au hashtag zile umeona, ili kuhakikisha kwamba password yako ina, inaweza kuwa imara. Wadukuzi wanaweza wakiingia na kufanya mambo yao, au kuvuruga kazi zangu, au kupeleka taarifa zangu na kuzitumia vibaya. Na wakati narudi kunyangalia, najihakikishia kwamba kuna muda waliingia kweli, kutumia njia nyingine ambayo wenyewe wanaiweza kugundua. Endapo nitagundua hali hiyo imeingiliwa na wadukuzi nitabadilisha mfumo wa password wangu na kuweka password nyingine ambayo ni ngumu zaidi ya wao kuweza kugundua. Watawezaje kuingia kutumia mitandao yangu ya kijamii? Wabunge nao wakatoa maoni yao kuhusu tishio hilo la udukuzi ambalo limetokea. Uh, swala hili ni swala gumu sana kwa nchi zinazoendelea, kwa sababu teknolojia nyingi tunazotumia sio za kwetu, ni za wenzetu walioko huko mataifa yaliyoendelea. Utaona kwa mfano taifa kama China badala ya kutumia mtandao kama WhatsApp wameunda mitandao yao kama WeChat. Kwa hiyo sisi kwetu kama nchi uh, Mheshimiwa Waziri ameiongelea vizuri sana asubuhi pale bungeni kwamba moja ni kutrain watu wetu waweze kuwa competent kwa level za kimataifa, na watatrainiwa kwenye nchi zote ambazo zina uwezo sana. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, lakini la pili ni kuhakikisha tuna teknolojia ya kisasa ambayo sio rahisi kudukuliwa. uh, kwa, kwa haraka ni kwamba tuwe makini E, tunao zirani lakini pia tuwe aware kwamba tunapotokea na jambo hili e, ni kutoa taarifa mapema kwenye, kwenye, kwenye, kwenye vyombo vinavyohusika kwa ajili ya kuchukua hatua za haraka. Serikali imetangaza msako mkali dhidi ya wahusika wa, wa matukio ya udukuzi na wananchi wanasubiri kwa hamu kuona kama hatima ya wahusika itafahamika na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Sasa, kuangalia hili, tunaye mbobezi wa masuala ya teknolojia ya mawasiliano James Kasati kudadavua kwa undani juu ya swala hili. James, habari za muda huu? Salama kabisa hapo studio. Ndio uh, hili kitaalamu uh, tunaliwekaje ama nyie wataalamu naliwekaje uh, katika ulimwengu wa usalama uh, mtandaoni, hii kama kama ifuatavyo. mm -hmm, kwamba katika dunia ya sasa, dunia ya kidigitali, ambapo maisha yetu kwa ujumla maisha ya hmm, kiuchumi, maisha ya kijamii, maisha ya kidini, maisha ya kisiasa yote yapo kwenye mitandao, ni vizuri kutambua kwamba kuna watu wa aina mbili tu. Mtu wa kwanza ni yule ambaye akishaw uta kushambuliwa au kawahi kudukuliwa, na mtu wa pili aliyebaki naye atashambuliwa au atadukuliwa muda wowote. Kwa hiyo taarifa zetu binafsi ambazo tunaziweka kwenye mtandao, ni vizuri tukawa makini ni taarifa za aina gani tunazoziweka, kwa sababu uh, aa wahalifu wa mtandao wanaweza wakaitumia taarifa ya mtu kwa njia moja ama nyingine. Na huko kwenye makundi hayo wa ya wahalifu yako aina mbalimbali, wako wale ambao ni wataalamu wa kuiba taarifa lakini wapo wengine ni wataalam sasa wa kuweza kudukua kufanya actual, uh, hacking, uh, kwenye uh, systems za, za IT. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu taarifa ambayo wewe unaona ina maana mm -hmm. Lakini kwa mtu mwingine anaweza akatumia jinsi anavyotaka, either kukusababishia uh, loss ya kifedha au kukuharibu uh, hadhi yako yani reputation ya kwako mm -hmm. Au katika uh, katika dhana yoyote iwe ya kisiasa, ya kidini au hata katika kujaribu kuharibia mahusiano yako binafsi, kwao ni vizuri uh, ukawa makini na kufahamu kwamba taarifa zako ni muhimu. Uh, kingine nafikiri uh, ni kwamba hizi uh, akaunti zetu lazima tuwe tunazilinda uh, kama vile tunavyozilinda nyumba zetu. hmm. Nyumba yako binafsi sawa, ikiwa tu na mlango imara haitoshi, inabidi uh, kuwe na ufunguo ambao ni madhubuti sasa hizi akaunti zetu uh, zina kitu kinaitwa password ambacho mimi nakilinganisha na ufunguo huu. Ufunguo usiwe mrahisi kwa mtu yoyote kufungua na master key yake, lazima uwe unique, na jinsi gani unavyohifadhiwa huu ufunguo, lazima iwe ni siri ya yule mtumiaji, na huyo mtu inabidi awe mmoja tu. Kingine uh -huh. ni kwamba ka, katika kuimarisha ulinzi uh, uli wa hizi akaunti zetu lazima kuwe kuna layers au levels mbalimbali za ku secure account. Yaani, mm -hmm. Mfano mzuri ni kama ule wa strong room ya za benki hizi. Eh. Unakuta uh, kwenda kufungua strong room au siki mtu mmoja tu, uh, kuna kuwepo hata na zile codes ambazo inakuwa shared, uh, mm -hmm. Mmoja anapewa nusu, mwingine anapewa nusu, kwa mtu mmoja aweze kufungua account kirahisi. Mm -hmm. So, kwenye ulimwengu wa uh, za, uh, mitandao ni kwamba hizi akaunti zetu vilevile kuna layers mbalimbali mm, za, ku, za kuimarisha ulinzi kwa kuingiza tu password mm, na username haitoshi. Sasa uh, leo, leo kumeripotiwa uminywaji wa mtandao wa X na hii ni kwa mujibu wa uh, wa NetBlocks ambao hawa ni wafuatiliaji na wa upatikanaji wa huduma za mtandao duniani. Sasa uh, kudukuliwa kwa baadhi ya hizo accounts za serikali, lakini kuminywa kwa mtandao wa X, uhusiano upo vipi hapa? Uh, labda, rudia swali. Aha, nimesema kwamba uh, leo imeripotiwa kuminywa kwa mtandao wa X na hii ni kwa mujibu wa <laughs> NetBlocks ambao hawa ni wafuatiliaji wa upatikanaji wa huduma za mtandao duniani. Sasa, yes. Uh, pengine uweze wanaokutazama sasa hivi waweze kupata hili kwamba uh, imewezekanaje kwamba akaunti za serikali zimedukuliwa na mtandao wa X kuminywa, uhusiano upo wapi hapo? ya Yeah, uhusiano upo ni kwa sababu gani zile akaunti japokuwa ni za serikali, lakini zinahifadhiwa kwenye uh, mtandao wa X. Sasa kama kuna any weaknesses kwenye mtandao wa X inaweza ika, affect, ika affect account, account za watumiaji kwa njia moja au nyingine. mm -hmm. Kwa hiyo ndio maana kama, kama umeona uh, katika hii mitandao utakuta mara kwa mara huwa zinatumwa uh, hii mara nyingi inatokea kama wakigundua kuna udhaifu fulani wa usalama na wamekuja na suluhisho marisha, wa kuimarisha huo usalama. Kwa hiyo uhusiano -huh. upo kwa sababu ni kama vile ni uhusiano wa mpangaji na mwenye nyumba, kwa hiyo X ndo mwenye nyumba na akaunti za serikali ni wapangaji uh -huh. Imekuwa kwa nini imekuwa rahisi watu kuweza kudukua? Pengine eh, labda adhabu ya mtu ambaye atapatikana na hatia hii ama kosa hili eh, pengine ni rahisi ama nyepesi sana, ndio maana wameshindwa kuogopa wakafikia hatua hiyo. Ah, ah, kama nilivyozungumza awali, unajua taarifa yako wewe inaweza ukaiona kama vile ina maana au ah, ukajiona kama vile ah, ta, ni wako ina maana kwa watu na ui, kama kuna threat yoyote ya mtu kukutambulia. Lakini uh, kama nilivyosema mwanzoni ni kwamba kuna watu ambao wao ni wataalamu wa kuiba taarifa. Kwa hiyo mtu anaweza akazii akaziunganisha uh, taarifa zako binafsi na taarifa zako za ofisini na akapata taarifa za familia yako na akaweza kujua ujue uko kwenye uh, uh, wahalifu, kuna advanced technologies za jinsi ya kuweza kung'amua patterns mbalimbali na mtu akaweza kuhisi kwamba uh, hii password ni ipi? mm. Au wakati mwingine ni ni udhaifu wa kibinadamu tu uh, jinsi ya ku, ya kutengeneza password ikawa sio strong, kwa hiyo watu wanaweza wakaing'amua kwa urahisi ka, mm. Au kama ulivyozungumza, uhusiano ule wa serikali na watu mtandao wa X kwa hiyo mm. inawezekana mtu asipitie huko serikalini labda akapitia kwenye udhaifu wa uh, upande ule wa pili na akaweza ku access accounts. Mimi nakushukuru sana, asante sana kwa muda wako sana sana, karibu sana Azam News.